Huu ni mwendelezo wa, Allah, wa, si wa ziara ya mke wa mbunge wa jimbo la Songea mjini Dr Damas Ndumbaro ya kutembelea makundi tofauti na kutoa sadaka zake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu na Kwaresma kwa Wakristo. Leo hii yuko na wanawake waislamu wa mkoa wa Ruvuma, ambao wana taasisi inayoitwa Ajai, inayofanya matendo ya huruma katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songea. Na hapa mke wa mbunge wa jimbo la Songea mjini dr Damas Ndumbaro amesema taasisi hiyo inaishi karibu na watu wenye uhitaji, hivyo mwaa kabisa sadaka ile iweze kuwasaidia watu wenye uhitaji. Lengo la kuja kushiriki pamoja nanyi siku ya leo ni kuweza kuwakabidhi zawadi chache ambazo tumezileta mikononi kwenu kwamba nyinyi mko na mnaishi na watu ambao mnawafahamu ambao wana mahitaji huko majirani zenu, kuenda ndugu jamaa na marafiki. Tukaona katika mwezi huu mtukufu, basi tulete na kwenu pia, ili mweze mtakapokuwa mkitoa misaada kule mweze kuwaongezea na hivi vichache ambavyo tumevileta. Tunaomba mvipokee kwa mikono miwili, lakini pia mheshimiwa Ndumbaro ambaye ndio mbunge wa jimbo la Songea mjini anawasalimu sana, sababu ndio ameniwezesha mimi kupata vitu hivi ili niweze kuvikabidhi kwenu, nami jioni ya leo ninaomba niwakabidhi nanyi na mimi mtamfikisha sehemu inayohusika. Kwa upande wao, baadhi ya wanawake wa Uislamu wa taasisi ya Jai wamemshukuru mke wa mbunge wa jimbo la Songea mjini pamoja na mbunge wa Jimbo la Songea mjini Dr. Damas Ndumbaro kwa kuletea sadaka hiyo ambayo itaenda kuwasaidia watu wenye uhitaji ambao wanahudumia kwanza tunatoa shukurani sana kwa mama yetu kwa kuja kutufariji au kutuona sisi ndugu zake. Na sisi hapa ni taasisi mbalimbali za dini za Kiislamu. Ehe, ndio tumekutana kina mama hapa, na wengine leo kutokana tu na udhuru inaonekana wameshindwa kufika, lakini tuko pamoja. Lakini vile vile tunataka tumshukuru mbunge wetu kaka yetu kipenzi, Bwana Damas Ndumbaro, Allah amzidishie ampe kila mm -hmm. la heri mm -hmm. amfanyie safari yake ya mafanikio iendelee kwa mm -hmm. uwezo wake Allah mm -hmm. Amen, allamzidi kuusaidia zaidi, kwa sababu kwenye taasisi yetu kwanza yajai eh, tuna uhitaji sana kwa sana, sana sana hasa wale ambao walmbao tunahudumia pale hospitali huko, ana uhitaji mkubwa sana, ambapo tunaona tuna watu ambao hawana uwezo si una watu ambao kesi kwamba walikata tamaa kwa ajili ya kuuguza, kuna watu ambao kesi kwamba wamepata matibabu lakini huduma zaidi ya kuwasafisa kwaata Dar es Salaam. Kwa hiyo tunahitaji zaidi msaada, msaada mkubwa sana wakuzaa kuwasaidia asisi mahala, sisi kama jai, sisi kama taasisi ya jali tunamwomba mama, kama mama mwenzetu waziri <tipa>, na katiba na sheria mheshimiwa Ndumbaro atutembelee sisi, tunapatikana pale asubuhi kila siku jai. Tunamkaribisha sana. Kama mama hmm. Mwenyezi Mungu ikimpendeza, Mwenyezi Mungu, asante kwa kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook kwa jina Toka Zamani TV. Pia usisahau ku like na kusubscribe YouTube channel ya Toka Zamani TV. Newton endenda na, hii ni Toka Zamani TV.